Wamisionari wapya watapewa alama ya shirika, alama ya shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu. Tuketi. Alama ya shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu ni msalaba wa kimisionari. Msalaba huo una alama kadhaa. Kwanza una cheni ambayo inaanzia kwenye msalaba na kuishia kwenye msalaba, ambayo inaonyesha upendo wa Mungu sio na mwisho. Cheni hiyo ni duara, ni upendo wa Mungu ambao hauna mwisho ambao ulidhihirika katika msalaba wa Kristo, na upendo huo ndio wa misionari wanaovaa, na wakisukumwa na upendo huo wanaishi pamoja maisha ya jumuiya, wakifanya utume kwa pamoja, na mda huo huo wakitafakari tasawufi ya damu azizi ya Yesu. Hivyo wataungana katika kifungo cha upendo, lakini pia msalaba huo una mashtaka ambayo Pilato aliandika wakati wa mateso ya Kristo kwamba Yesu ni mnazareti mfalme wa Wayahudi. Juu ya sanamu ya Yesu kuna nyota ambao kwa kadiri ya mwinjili Yohane e, msalaba ni alama ya utukufu, kwamba msalaba wa Kristo haikuwa maangamizi bali ni utukufu. Lakini pia kuna sanamu ya Kristo ambaye anaonesha yeye alijitoa sadaka, akawa tayari kufa. Upendo wake mkuu unadhihirika katika kuyatolea maisha yake kumkomboa mwanadamu aliye mdhambi hivyo wamisionari wanaalikwa kuyatolea ya maisha yao kwa ajili ya eh, wokovu wa mwanadamu. Chini, eh, chini ya sanamu hiyo ya Yesu kuna, eh, kuna picha ya Bikira Maria mama wa mateso ambaye moyo wake ulichomwa eh, kwa mkuki. Ndugu zangu, ni Bikira Maria aliyesimama chini ya msalaba wa Kristo akishuhudia mateso ya Kristo. Ndivyo Bikira Maria anavyowasindikiza wamisionari katika kazi zao za kitume kwa maombi, lakini pia akiendelea kuwatunza kama mama. Na chini kabisa kwenye msalaba huo kuna alama ya fuvu na alama ya x, alama ya hatari, lakini pia alama ya kifo. Kwa msalaba wa Kristo, Kristo alishinda kifo, alishinda mauti na wamisionari wakiyatolea maisha yao katika uaminifu huo, basi wanaangamiza mauti yale ambayo ni mauti ya kiroho. Karibu Baba Provinsiali kwa ajili ya baraka kuibariki hiyo, eh, hiyo misalaba na baadaye atawavika. Ee hey, Mungu Mwenyezi, wewe umevitakasa vitu vyote kwa neno lako, leo tunapowapokea ndugu zetu hawa kuingia rasmi na daima katika shirika la damu azizi Tunaomba uibariki misalaba hii watakayoitumia wamisionari wapya kama alama ya wanashirika wao. Misalaba hii iendelee kuwakumbusha wamisionari wapya juu ya sadaka ya Kristo msalabani, ili nao wawe tayari kujitoa sadaka kama Kristo alivyofanya kwa ajili ya kuwahudumia taifa la Mungu, wakijibu kijibu kilio cha damu, kufuatana na maelekezo ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo.

Pokea msalaba huu ambao ndiyo alama ya kuwa wewe ni mwanashirika, uyeige yatoka nayo na msalaba huu watangazie watu wa Mungu neno la wokovu, ili waweze kubaki waaminifu wa katika agano jipya na la milele lililoratibishwa kwa damu ya Kristo. Msalaba huu utakaovaa uwe alama ya Kristo aliye hai na anayeishi ndani ya moyo wako, hivyo uupende msalaba huu na uukumbatie ujitoe kwa Kristo bila kujibakiza, daima na popote. Kwa njia ya msalaba huu utukufu wa Baba wa mbinguni udhihirike ndani yako. <tune> Andrew Bernard, pokea msalaba huu ambao ndio alama ya kuwa wewe ni mwanashirika, uyaige yatoka nayo na msalaba huu uwatangazie watu wa Mungu neno la wokovu, ili waweze kubaki waaminifu wa katika agano jipya na la milele lililoratibishwa kwa damu ya Kristo. Msalaba huu utakapouvaa, uwe alama ya Kristo aliye hai na anayeishi ndani ya moyo wako. Hivyo uupende msalaba huu na uukumbatie ujitoe kwa Kristo bila kujibakiza, daima na popote. Kwa njia ya msalaba huu utukufu wa Baba wa mbinguni udhirike ndani yako. Johanes Gerlard Mfilinge, pokea msalaba huu ambao ndiyo alama ya kuwa wewe ni mwanashirika. Uyaige yatoka nayo na msalaba huu, watangazie watu wa Mungu neno la okovu, ili waweze kubaki waaminifu katika gano jipya na la milele lililoratibishwa kwa damu ya Kristo. Msalaba huu utakaovaa huyu alama ya Kristo aliye hai na anayeishi ndani ya moyo wako, hivyo upende msalaba huu na ukumbatie. Kujitoe kwa Kristo bila kujibakiza daima na popote. Kwa njia ya msalaba huu utukufu wa Baba wa mbinguni udhihirike ndani yako. Baba provinsiale atawapongeza wamisionari wetu wapya, lakini pia na wamisionari wote wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu watawapongeza wamisionari wenzao wapya, ishara ya kuwakaribisha katika familia ya wamisionari wa damu azizi ya Yesu. Na mapade wote pamoja na baba askofu tutakuja kuwapongeza wamisionari wetu wapya na baadaye basi, wale wazazi wawili waliowasindikiza na kuwatolea kanisani, nao watakuja kuwapongeza